Unapokea wokovu unaitwa mtu aliyeokoka, mwanake hapo umeisha batizwa. Kilichokufanya uokolewe ni injili uliyoipokea mahali fulani, ikakufanya uweze kukata shauri ya kuokoka uwe mtoto wa Mungu na upatikane katika nyumba ya Mungu kwa sababu tayari wewe ni mwana wa Mungu lakini anaendelea kuwa mnyonge na mdhaifu kiroho na kimwili, wakati kuna hatua ya mwisho uko mbele ya kumpokea Bwana Yesu sadaka maana yake hana uwezo wa kupata sadaka. Mungu atuhurumie sana, lakini umeshaokoka na unaitwa mtoto wa Mungu, lakini hali ya maisha haibadiliki. Petro akili ya mwanaume maana na familia akasema, mmm, Yesu pamoja na kuwa umesema tukufuati, tazama, tumeacha kila kitu. Sasa mbeleni sisi tutapata nini? Make Petro alitazama akaona ni vizuri apate nyongeza, aulize aende kwa kitu ambacho ame, amepata uhakika. Maana hakupenda kuongeaongea pembeni, alipenda kupasua, kuweka wazi, na akawa amewasaidia na wengine, akaona ni vyema aulize. Lakini yesu tunaona hapa anasema hapa duniani kwanza mia mtapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baraka zipo ni sehemu ya watu wanyonge ambao hawana baraka zozote wala hamna chochote. Kuokoka ni kujifunga kitanzi, kama ulikuwa unakula nyama basi unaanza kula matembele. Sio kweli. Maana yake kuna mambo hujayaweka vizuri. Ukiokoka lazima ubarikiwe uwe na maisha mengine tofauti. Na kama hatutasema, hata vijana wanaokuwa katika makanisa yetu watakuwa wakijua kwamba ukiwa mlokole lazima uwe masikini. Kombe, sio kweli kombe. Mpango wa Yesu ni kwamba kila mmoja anapopokea wokovu anatakiwa kubadilisha maisha, awe na maisha mapya. lakini pia inatakiwa na uvumilivu, maana yote hayaji kwa haraka. Nahitaji uvumilivu, kwa kuvumilia ukiwa unatafuta na kufanya kazi kwa kumtegemea Mungu, kwa kuwa umeokolewa tayari na kutafuta nguvu ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, Hivi watu wanavyosema kwamba mtu akiokoka, mtu akiokoka ni lazima awe masikini au maskini ni wake ni kweli? Na hili limewafanya watu wengi wanashindwa kuokoka, kwa sababu wakitazama watu wamekubali na wameridhika kukaa katika hali ngumu, wakati hiyo hali siyo yetu, maana tumeshaokolewa na Yesu ametuwekea mambo mazuri, sasa jinsi ya kuyafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anapotufunulia hiyo ni ne neema ya kuokoka neema kubwa thelathini, ila atapewa mara mia. Sasa wakati huu, jina la Bwana libarikiwe. Ilo ndo nilikuwa natafuta. Kwa sasa, ukiokolewa unatakiwa ubarikiwe. Watoto hawa. Maisha yako yabadilike. Sikwe sana, tunakuwa mnyonge huku, namjua Yesu? Hapana, mtu anayemjua Yesu ni mtu mkubwa sana, anacheo mbele za Mungu, anatisha. Tembea barabarani, mapepo yanakimbia. Haleluya. Mtu akiokoka na kuwa masikini na hata kama alikuwa na pesa zinaisha, ni kutokujua na ni uongo, sababu neno la Mungu linakataa. Ukiokolewa ndio umekwenda katika misingi na njia sahihi ya kumjua Mungu, na tena maendeleo yanatakiwa kukua kiroho na kimwili. Asifiwe sana Bwana Yesu, asifiwe sana. Tunachotakiwa ni kujua misingi ya neno la Mungu. Jamani, kuna misingi ambayo tumeipoteza. Hizi baraka hatuwezi kuzipokea tu namna hii kirahisirahisi. Fuata misingi ya neno la Mungu. Na msingi wa kwanza kabisa, ukitaka ufanikiwe, ni kuwa mwepesi na moyo wa kutoa sadaka, kumtolea Mungu. Uwe wepesi wa kufungua mikono yetu. Kama una roho ngumu ya kumtolea Mungu, hiyo ndiyo fomla, ndiyo fomla. Mtu mmoja mvuvi, alikuwa na wafunika wote katika uvuvi wake, alikuwa na kipe mpaka wengine washirikina wakashangaa. Ziap zio mmoja alikuwa na kipe, walipomfuata akawambia, mimi mganga wangu pamoja na kuwa mnaona mimi na kunywa pombe, ni mlezi, lakini mganga wangu ni Yesu. Natowa zaka hivi, mapato yakipatikana, kabla ya sijatoa pesa ya kwenda kunywa pombe wala chochote, nakata kwanza pesa ya kwenda kutoa zaka kwa mchungaji. Walishangaa. Haleluya! Kutoa ni fomla Mungu alishasema mmoja aliyempewa na huyo huyo akamwambia mtoe. Ndiyo maana watumishi waliopita, madabau zao hazikulala njaa, walimtolea walimtolea Bwana. Sasa shida ya sasa, watu wanasema hawamtolee Mungu, wanawatolea watumishi. Shida imekuja hapo. Na kweli, mtu anaposikia mafundisho kama hayo, anachukulia ni kweli, na anaacha kumtolea Mungu, na Mungu anamweka mbali na hata mafanikio yanakosa, maana Mungu yuko mbali. Kitu kingine ni kutaka kuijua na kuiheshimu madhabahu yako unayoabudu, kuijua na kuiheshimu wanaweza wanaufupe sana. Mfano, tulipokuwa kule Muhonga watumishi tulioenda nao, asubuhi mmoja aliniambia hivi: Mwalimu, ulizidiwa sana maana tumesikia unaomba sana. Nikasema hapana, ni kawaida yangu kuomba usiku kuanzia saa saba mpaka saa tisa, kwa sababu nimebeba maono ya kuliombea kanisa iweze kupiga hatua za kiroho na kimwili. Ukiwa msimamizi mahali popote uwezi kuwa na usingizi, lazima uwe na watu ambao nakuwa unawasogeza mbele za Mungu. Sasa unakuta mtu mwingine ulishasikia anakusema vibaya, unamwombea, lakini Mungu ataweka tiki. Sababu Mungu anaweka tiki kwa yule mtu ambaye kwanza anakuheshimu na anaiheshimu madhabahu uliyoibeba, wanaweza sifue sana, na kwa sababu hiyo watu wamepoteza, wamepoteza baraka nyingi kwa sababu ya kutokujua madhabahu iliyoko mbele yake na kuiheshimu. Wanaweza sifue sana, watu wamepoteza, ndio maana wanahangaika hata chakula inakosekana maana connection na madhabahu yake haipo na Mungu anashusha baraka kupitia madhabahu iliyosimama wakati huo wana sifue sana sasa kama hauiheshimu hauikubali nani atakuvusha wagonjwa akija hapa mtu nimwombee, yule ambaye hanikubali katika moyo wake, maana kupona kunaanza imani kwa yule mgonjwa. Sasa kija mtu ambaye hanikubali, hata nimwombee, hawezi kupona. Lakini mi navyojua, watu wengi nimewaombea baraka na wamebarikiwa. Watu wengi wame, nimewaombea magonjwa, wamefunguliwa. Jina la Bwana libarikiwe. a za Mungu za zinazotufanya tuweze kuishi maisha matakatifu. Lingine ni kufanya ibada na maombi. Watu hawapendi ibada, huonekani katika familia ya Mungu. Hii ni nyumba ya Mungu na nilitaka tupate mabadiliko kweli, maana watu wana shida. Mimi nikitazama katika kanisa hili watu wengi wana shida, lakini tunaposema fomula kama hizi, ningependa kuona watu wanaojitolea, wanasema sasa, hiki ambacho amekisema mwalimu, tukifanya tuweze kubadilika, tupiga hatua ya maisha. Na kweli utapiga hatua ya maisha, maana ni neno la Mungu, na neno la Mungu linaposhuka unatakiwa tulikubali na kisha twende tukaliishi, ili ee, tuweze kula matunda, tubadilike. Jamani, mtu anafika pahala unakosa hadi sadaka. Kwa nini ukose sadaka na wewe ni mwana wa Mungu? Sasa kama wewe ni mwana wa Mungu, mbona kwenye familia ya Mungu kanisani, kwenye ibada huonekani? Anza kubadilika mara moja na uanze maisha mapya sasa kanyumba kazuri kamsauzi, maana wewe ni mwana wa Mungu na umeokoka. Pesa ziko hapa na utaratibu ndio huu. Bwana Yesu sifiwe sana. Anza kufunga maisha ya kumtafuta Mungu mwenyewe katika maisha yako, acha kuhangaika na vitu vingine vingine. Anza kujipangia ratiba na taratibu, ili na wewe uanze kula matunda ya wokovu ndani ya Yesu, anza kupika hatua siku moja moja, ndani ya wiki unafunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia usisahau kutoa. Kama kuna jambo lolote ambalo unaona ni ngumu, leta kwenye madhabahu sadaka, na kisha useme Mfano nilisema hivi, ukiona kuna mtoto ameshindikana kusali. Wewe kwa akili zako na ujanja wako huwezi kumleta kanisani, wanaweza sikue sana kwao. Nafikiri hapa watu simnashinda, mnawaalika watu waje kanisani, lakini wanakuja, huwezi. Na ndiyo maana mtu mmoja nilimwambia Ukiona mtu anaondoka mwacha aondoke, kwa sababu akiamua kuondoka wewe huwezi kumzuia. Na ukiona mtu amekuja kanisani usifikiri wewe ndio umemleta ameletwa, na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi kazi yetu ni kupanda mbegu, mwambie, mshuhudie, twende kanisani, acha dhambi, kubali uokoke Twende wote kanisani, umemaliza. Anayebaki anapalilia na kupanda hiyo mbegu ni nani? Ni nani? Ni Bwana Yesu. Siku moja unasikia na kuambia twende wote. Sasa mtoto unaye hapendi kuja kanisani, njoo mbele za Bwana kwenye madhabahu yako, Mtolee, toa sadaka, sema maneno yako. Ukisha yatoa na sadaka ile, yale maneno hayafutiki siku zote, yatakaa yanadai mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nilishajifunza mambo mengi. Wakati mimi nina mtoto mmoja nilisema, mke wangu, twende mbele za Mungu, tuombe tusipate mtoto wa pili kabla hatujapata nyumba yetu, sitaki kupanga kiwa nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena ukisema kwa ujasiri, Mungu anasikia haraka, halafu shetani anachukia. Nakumbuka siku hiyo mke wangu alikataa tena, aliona kama nimemwingizia usiku maana haoni mtaji, akatoka nje. Na mi nikajua ni shetani, nikamkemea shetani, umeshindwa. Lazima nitaomba peke yangu na lazima nyomba nitaipata. Jina la bwana libarikiwe. Ghafla nilipata kibarua, kawa naweka kidogo kidogo, tunakula naweka kidogo kidogo, kumbe Mungu alisikia Bwana Mungu, alisikia. Nikajenga imani, nikamtolea Mungu, nikamaliza. Mtoto wa pili nimempatia, hapo niko kwenye nyumba yangu tena. Bwana alibarikiwe. Kama utafika mahala ukachukia maisha yatakuwa magumu mpaka utazeeka. Unatakiwa kuamua mwenyewe, kukasirika, kuchukia. Sasa nataka nipige hatua ya maisha haya, maisha nimeyachoka, wakati mimi nimeokoka, ni mwana wa Mungu. Wanze ibada, wanze kumtolea Mungu, wanze kufunga, maombi ya kufunga unapata nguvu na unapata ujasiri na mungu anakuwa karibu. Elia tunasikia aliwachinja manabii wa bahari arobaini, sio kitu, sio kitu cha kawaida. Alikuwa na utisho, yaani watu wanakubala, nawachinja tu. Mtu mmoja manabii wa bahari, yaani waganga wa kienyeji arobaini, anawachinja wewe nafikiri kitu cha kawaida. Mtu mmoja anaonyesha uwezo wa Mungu anawashinda. Ndiyo maana alikuwa akitamka jambo, Mungu anakubali. Watumishi walioandika vitabu wanasema wakinaelia nguo za kwanza zilikuwa ni makoti makoti mazito ya baridi, lakini yalikuwa marefu mpaka chini, lakini ulikuna kuta hapa yametoboka kwa ajili ya kuomba sana. Metoboka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia katika safari, Mungu alikuwa namwamisha Ibrahimu ambaye nikupeleke katika nchi nzuri toka mahali hapa, katika safari tunaona mahali anaweka alama pale na anaanza kumwomba Mungu, anajenga madhabahu ya Bwana mahali ambapo amepumzika. Safari bado inaendelea, lakini anaendelea kumtafuta Mungu, maana anampenda na anamjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo maana walitembea katika baraka, walitembea katika baraka. Methali sura 8 mstari wa kumi na saba. Kitabu cha Mathayo tumalizie pale mtumishi, sura nane mstari wa kumi na saba. Sikubali kuwa mnyonge, kiwa mnyonge na mambo mengine yatafuata, yatakuwa magumu na magumu na magumu. Ndiyo maana mtu akiumwa, huwezi kuanza kumuombea, unaanza kutafuta watu. Hapana, anza kwanza wewe umwombee. Kisha tafuta watu wengine waje wakuti, umeshamwombea. Jina mm. la Bwana libarikiwe. Wewe Mungu ukimpenda na yeye atakupenda kweli, na nahitaji tumpende zaidi ili na yeye aweze kutupenda na kutufanyia yale yote tunayoyataka, na ndiyo maana maandiko anasema katika Mathayo sura ya saba mstari wa saba ukienda kule chini anasema kwa lolote tunayoliomba tukiomba na kusali tuamini ya kuwa tunayapokea nayo yatakuwa yetu. Hata Marko sura kumi na moja mstari wa ishirini na nne anasema hivyo, lakini pia anasema pale kwa juu kwamba ni yupi ambaye mwanaye anaweza akamwomba mkate yeye akamwomba nyoka au akamwomba samaki, akamwomba mkate yeye akampa jiwe au akamwomba samaki yeye akam, akampa nyoka? Haiwezekani. Sasa Mungu anasema sembuse yeye Mungu, sasa ambaye yeye hawezi kumpa mwanaye tofauti na jinsi alivyomuomba. Kwa hiyo tunaomba vibaya, ndiyo maana hatupendi. Turudi katika misingi ya neno la Mungu, tusiache neno la Mungu tutaangamia na tutateseka sana. Tuanze sasa kubadilika, tuanze sasa kuitafuta misingi ya Mungu tuweze kuwa na maisha mazuri ya maisha. Tunabaki tunaona kwa watu ambao wamemwatamia shetani, watu ambao hawamjui Mungu kwa sababu wao wameenda wakatoa makafara yao, wameua watoto wao, wameua wake zao, wameua wazazi wao, ili waweze kujenga nyumba nzuri. Kumbe na sisi tunatakiwa sasa kubadilika, tumtafute Mungu katika usahihi, tuwaonyeshe kuwa na sisi kwa kupitia jina la Yesu tunaweza tukafanya mambo makubwa, tunaweza tukafanya mambo makubwa. Yesu yuko hai. Yesu yuko hai na yuko tayari kutusaidia, na yuko tayari kutusaidia. Ukisoma okay, so katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 3 kule anasema hivi. Anasema hivi Hey, walio maskini usiku na mchana, tusimame watu wa Mungu, tusimame watu wa Mungu tumwambie Mungu.